Aleni, hapo ndio kazini? Tina aliuliza kwa ukali. Kuna tatizo lilitokea, nitakueleza baadaye. Tatizo? Tatizo mkiwa katika chumba kizuri kama hiki tena? Livya amekaa kwa kujiachia namna hiyo? Nyie wawili ni wasaliti, mmekuwa mkinichoma kisu kila nikiwatengea mgongo. Aleni, siwezi kuvumilia huu usaliti. Kwa kuwa mmeamua, umeamua kumchagua Livya badala yangu, naomba uende naye, mimi nitarudi kwetu. Tina alizungumza kwa uchungu. Sikujua nizungumze kitu gani, kwa sababu hakuna baya lolote liliokuwa likiendelea kati yetu. Alini alimshika mkono Tina akamtoa nje. Sijui alienda kuzungumza kitu gani, lakini Alini aliporudi peke yake aliniambia, Tina ana wivu sana, naomba usizingatie maneno yake aliyozungumza. Siku ya kesho Tina atakusindikiza, mimi nitaendelea na ratiba zangu. Naomba ujisikie ujisiki amani. Jioni atakuja hapa mtalala wote, Alini alizungumza. Sikuwa na shida kabisa. Kilichokuwa nahitaji mimi ni kurudi nyumbani na si kitu kingine, aliondoka. Ali mida ya jioni tena alirudi, alikuwa akachangamka sana. Aliniomba msamaha kwa kunifikiria vibaya. Tuliongea mambo mengi sana. Tina alinisimulia jinsi alivyokutana na Alin. Ilikuwa ni hadithi nzuri sana. Usiku ulivyoadia, tulilala. Kulipopambazuka, mimi na Tina tulijiandaa. tutapanda gari ya kawaida, tutakutana na wanajeshi kwa mbele kidogo, Tina alizungumza. Nilimkubalia, lakini moyo wangu ulianza kuwa na hofu kubwa sana. Nilijitahidi kuipuza hofu, lakini bado nilikuwa nayo sana. Nilihisi kutetemeka Nilisahau kununua koti. Mida ya asubuhi huwa kuna baridi kali, lakini sijali. Tumekaribia kuwafikia wanajeshi, Tina alizungumza. Ilimkubalia kwa kichwa katika safari, safari driver alisimamisha gari akidai kuna tatizo limejitokeza, hivyo alitutaka wote tushuke kwa pamoja. Tulishuka, dereva alianza kukagua gari, akakagua mpaka tairi za gari, huku akituongelesha kuna vijana wawili walikuwa na pikipiki, walitukaribia, walianza kuzunguka na dereva wetu. Ghafla wale vijana waliokuwa kwenye pikipiki walinikamata. Mfungeni sehemu ambayo hakuna mtu anaweza kumwona, hili pori ni kubwa sana, hakikisheni haonekani, msimpige wala msimfanyie chochote kibaya, nahitaji afe taratibu bila maumivu yoyote. Tina alizungumza. Sikuweza kuamini kabisa kwa jinsi tulivyozungumza usiku wa jana kwa upendo Tina angeweza kunitendea hivi? Kwa nini ananifanyia hivi? Mimi sio mpuuzi kama unavyofikiria, siwezi kukuacha uendelee kuwa doa kwenye mahusiano yangu. Utakufa kifo cha taratibu. Nitamwambia Alin ulifanikiwa kuondoka na wanajeshi, hivyo usiefu kuhusu hilo. Tina alizungumza kisha akaingia kwenye gari. Wale vijana alinichukua alinipeleka mbali kidogo, tulipokuwa tulipokuwa walinifunga kwenye mti mkubwa, kisha wakauziba mdomo wangu na kitambaa. Hawakuzungumza chochote, waliondoka wakaniacha nikiwa katika maumivu makubwa. Sikuweza kupiga kelele wala kuj... kufanya chochote. Nilichokisubiria ni kifo tu. Kulipambazuka hatimaye, giza liliingia, mvua ilianza kunyesha. Mwanzo nilikuwa naogopa mingurumo ya radi, lakini kadri mvua ilivyozidi kunyesha niliacha kuogopa. Niliyakumbuka maneno ya mama kuwa mimi ni mkosi, sipaswi kuishi. Nilijicheka mwenyewe, niliona kufa ni kaki yangu, hivyo nikakaa kwa kutulia nikisubiri kifo. Asubuhi kulikucha nikiwa kwenye kuchoka sana, njaa ilinitesa kiasi kwamba nilijikuta kwa nini nimezaliwa. Nikiwa kwenye kukata tamaa, nisikia sauti ya mwanamke ikiimba. Nitazama vizuri, alikuwa ni yule Msumanyota, Msomanyota alinitazama pia huku akizidi kuimba. Mwisho alinisogelea. sija hapa kukusaidia wewe, nimekuja kusaidia kijiji cha Mahi. Kama ukifia katika ardhi yetu, basi kuna matatizo makubwa yatajitokeza. wewe ni mkosi, upasi kufia hapa. Msomanyote alizungumza kisha akanifunga kamba, akanifungua kamba. Kwa jinsi nilivyokuwa nimechoka nidondoka kama mzigo. Sina nguvu za kukubeba Acha kunitia hasara, msomanyota alizungumza. Nijikuta nikiona giza hadi sikumbuki hata kitu gani kilitokea, lakini nilikuja kushtuka nikiwa nyumbani kwa Msomanyota. Amka hapo kitandani kula ikichakula, jua litakapozama nitakusafirisha urudi kwenu. Mimi nilikuwa na njaa sana, nilikula kwa fujo mpaka Msomanyota akawa ananitazama. Wakati nakula, nijikuta nakumbuka maneno ya Tina niliumia sana kwa Mnana alivyokuwa amenitendea unyama. Jioni ilifika Msoma Nyota alinipeleka mpaka ufukweni mwa bahari ya Mai. Kulikuwa na boti moja kubwa. Nimeshalipia kila kitu, naomba urudi nyumbani kwenu, kama usije kutamani kuwa kwenye mahusiano kwa sababu ujaandikiwa kuwa na mume. Kitu kingine jitahidi kutafuta pesa ili ukae mbali na familia yako kwa sababu utawasababishia matatizo endapo utaendelea kuwa karibu yao. Ni kweli mimi ni mkosefu kiasi hicho? Unataka kusema laana yangu haiwezi kuondolewa? Nilimuuliza Msomanyota kwa sababu maneno yake yalikuwa akiniumiza. Kama ni hivyo basi mama yako asingekuchukua kuchukua maamuzi ya kukuua. Sina uhakika kama unaweza kubadilisha hatima yako, naomba uwe na maisha mema. Ule Msomanyota alizungumza kisha akaondoka. Nilimshukuru kwa msaada wake. Nikia kwenye boti nikiwa kwenye mawazo sana. Pembeni yangu kulikuwa na kijana mmoja, sikuweza kuona sura yake vizuri kwa sababu kofia ilikuwa imemfunika. Safari ilianza, upepo ulikuwa mkali kidogo, watu wote walikuwa wamelala.